amesema utafiti wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu inaonyesha watu milioni moja laki saba wanaishi na virusi vya UKIMWI, na shirika la afya duniani WHO latoa wito kwa serikali na washirika kuongeza upatikanaji wa tiba mpya zilizoidhinishwa ikiwa ni pamoja na tiba mpya ya kuzuia maambukizi kupitia dawa ya lenacapavir. Habari kamili. Biharamulo. Maafisa maendeleo ya jamii wilayani Biharamlo mkoani Kagera wametakiwa kutoa elimu kwa vijana ili kuanzisha miradi ya kiuchumi katika maeneo yao. Mkuu wa wilaya Biharamlo SASP Advela Bulimba amesema hayo wakati akizungumza na wananchi, watumishi na vijana katika ziara ya kuhamasisha maendeleo ya wananchi kwa kata mbalimbali wilayani humo. Amesema ili vijana waondokane na changamoto za kiuchumi, maafisa maendeleo ya jamii wanapaswa kutoka maofisini na kwenda kwa wananchi na kutoa elimu ili halmashauri iweze kuwapa mikopo bila riba. Tunataka kufanya jambo moja zuri sana, tuwe na shughuli kwa mfano. Tumejifunza, tulikuwa na mwenge mwaka jana, kuna vijana tuliwazindulia karakana yao kule Nyakaura wanaotoka Nyakaura, nafikiri mliona wale vijana wanafyatua tofali pale, mkopo ametoa pale. Tuwe na vitu kama hivyo maeneo mengi. Mkurugenzi ana mapato ya ndani, achana na hizo kumi, lakini atowe zaidi. Kwa hiyo tutakuwa na labda pikipiki labda tuna pikipiki hamsini au pikipiki mia tano au mia mbili hamsini tunazigawa kwenye kata. Anseti Jafeti na Salma Ponsian wamesema wamekuwa na changamoto ya kuanzisha miradi na mchakato wa kutoa mikopo na kusababisha vijana kuwa nyuma katika nyanja za maendeleo. Mwanza, Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limewakamata watu 12 wa uhalifu wakiwa wamejificha kwenye mapango mkoani humo wakidaiwa kuwa na vifurushi vya bangi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DSP Willy Brody mtafungwa amesema oparesheni hiyo ilianza rasmi Novemba 29 mwaka 2025 ikihusisha maeneo ya kata za Mkolani, Buhungwa na Isamilo. Nyingine ni Mhandu Igoma Kati na Mahina wilaya ya Nyamagana na Kitangili Bwiruziwani kawe kamo na Ibungilo wilaya ya Ilemela. Misako hiyo tumefanya katika wilaya ya Nyamagana na wilaya ya Ilemela. Jumla ya watuhumiwa kumi na mbili wamekutwa wakiwa wamejificha katika hayo mapango wakiwa na vifurushi vya bangi. Wanaendelea kuhojiwa ili waweze kusaidia upelelezi unaoendelea kufanywa na jeshi la polisi jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza. Kufuatia tukio hili, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wanaojihusisha na uhalifu kuacha kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi letu litafika kila mahali. Kamanda Mtafungu amesema jeshi la polisi litaendelea na operesheni maalum katika maeneo ya milima na mapango yanayotajwa kuwa maficho ya uhalifu, kutokomeza uhalifu mkoani humo. Dar es Salaam. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania TACAIDS Dr Samuel Sumba amesema utafiti wa mwaka 2022/2023 inaonyesha watu milioni moja laki saba wanaishi na virusi vya ukimwi. Dr Sumba amesema hayo leo Disemba mosi mwaka 2025, siku ambayo ni siku ya ukimwi duniani. Amesema kati ya hao watu laki milioni moja laki saba zaidi ya watu milioni moja laki tano wako kwenye huduma za matibabu na matunzo. Aidha, amesema mikoa yenye maambukizi zaidi ni mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ikiwemo Njombe, Iringa, Mbeya na Songwe, Kigoma ikiwa na kiwango cha chini zaidi cha maambukizi ya UKIMWI nchini. Ujumla, Tanzania inakadiria kuwa na watu takriban milioni moja laki saba wanaishi na virusi vya UKIMWI na zaidi ya watu milioni moja laki tano wako kwenye huduma za matibabu na matunzo. Hii milioni moja laki tano, haya ni maisha ya watu na wanashika milifu katika shughuli za uchumi na pia wanaendelea kutoa huduma mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo ni kazi kubwa kana ambayo imefanyika kwa wamba tunalinda na kuimarisha afya za watu wanaoishi vya ukimwi. Kuna baadhi ya mikoa ambao ushamiri huko juu na hasa mikoa ya nyanda za juu kusini, kwa mfano Njombe yenye ushamiri mkubwa takriban asilimia 12.7, na mikoa ya Iringa, Mbeya pamoja na Songwe nayo ina asilimia kama tisa. Mkoa wa Kigoma ndio wenye maambukizi yenye ushamiri wa chini ambao ni 1.7. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura Waziri wa Fedha nchini Burundi Alain Ndikumana amesema wizara yake itaendelea kuchukua hatua za haraka kuimarisha uchumi wa taifa kwa maslahi ya wananchi. Waziri Ndikumana ametoa kauli hiyo mbele ya bunge wakati akifafanua matumizi ya fedha za umma kwa awamu ya tatu na ya nne ya mwaka wa fedha 2024 2025. Katika awamu ya tatu, serikali ilikusanya zaidi ya faranga bilioni 695 kati ya bilioni 718 zilizotarajiwa, sawa na asilimia 96.7. Na sasa wizara inatumia mfumo mpya wa bajeti unaoenda na mpango mpya wa kitaifa ili kuboresha usimamizi wa fedha za umma. Sababu za kutofikia malengo ya mapato ni pamoja na wananchi kutolipa kodi na ushuru ipasavyo, ucheleweshaji wa mashine za kukusanya ushuru, na ukodishaji wa majengo ya serikali kwa bei ya chini zaidi. Aidha, amesema katika awamu ya tatu matumizi yalizidi makadirio, na katika awamu ya nne serikali ilitarajia kukusanya bilioni 655 na ikafanikiwa kupata bilioni 695 za fedha za Burundi. Geneva, Shirika la Afya Duniani WHO linatoa wito kwa serikali na washirika kuongeza upatikanaji wa tiba mpya zilizoidhinishwa ikiwa ni pamoja na tiba mpya ya kuzuia maambukizi kupitia dawa lenacapavir. Mkurugenzi Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wanakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili wa kimataifa na kukwama kwa juhudi za kuzuia maambukizi mapya ya VVU. Wakati huo huo, amesema hakuna fursa kubwa muhimu na tiba mpya zenye uwezo wa kubadili mwelekeo wa janga la virusi vya ukimwi. Na shirika linasema baada ya miongo kadhaa ya mafanikio ya kukabiliana na VVU bado iko katika njia panda ameongeza kuwa kuongezea ufikiaji wa tiba kwa watu wanaokabiliwa na hatari zaidi ya maambukizi ya VVU kote duniani lazima liwe swala la kipaumbele kwa serikali zote na washirika. Katika hatua nyingine, shirika la UMA IDC limetahadharisha kwamba tangu Marekani na washirika wengine walipopunguza ufadhili ghafla mwaka huu, mfumo wa ekolojia unaoendeleza tiba katika nchi nyingi umesitishwa. Kabla kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza la kamata watuhumiwa kumi na mbili wa uhalifu wakiwa wamejificha kwenye mapango mkoani humo. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania TACAIDS Dr Samuel Sumba amesema utafiti wa mwaka 2022-2023 inaonyesha watu milioni moja laki saba wanaishi na virusi vya ukimwi, na shirika la afya duniani WHO latoa wito kwa serikali na washirika kuongeza upatikanaji wa tiba mpya zilizoidhinishwa ikiwa ni pamoja na tiba mpya kuzuia maambukizi kupitia dawa ya Lenacapavir.